Tuko live katika viunga vya East Africa TV. Uh, by the way nimekutana na my brother Romy Jones ametoka ukiwasha hapa FNL. Sasa tulikuwa sema tuzungumzie naye makadha hapa nje hapa. Kaka mkubwa, vipi fresh? Alhamdulillah, kwema kwema kabisa, ile mwaka mpia, pia nawe pia, hongera kaka yangu. By the way project ya imeendana na mwaka 2026 nyota ili hapa, na kama nakumbukumbu na, na vizuri uh, nilikuwepo kwenye scene kadhaa kipindi mnashoot. Nataka kufahamu ile experience na ugumu ambao unatokea kwenye shooting mpaka project inatoka. A um, ukiwa unapenda kushuti ukiwa unapenda unachokifanya hauwezi kupata ugumu. Hapo nimeongea in general, ukiwa unapenda hata kazi, ukiwa unachelewa overtime unaona ni sawa, hata nyinyi sasa hivi mko huko masaa sita, unaona ni sawa. Kushuti si swala gumu sana. Kushuti filamu, kushuti series, kushuti nyimbo, music video, hata nyinyi hapa tungekuwa tunafanya, yani tunakata tunarudi, tunakata tunarudi. Kama unapenda, hauwezi kuona ugumu. Kama haupendi, bro, tunaweza tukakaa kuanzia asubuhi umeambia ufike saa mbili alafu sini yako kaja kushoti saa kumi jioni mm. ni sini ya kusema tu, sini za watu sita. Lazima wakati wote unaongea sana. Kwa hiyo hakuna ugumu fulani kama mtu wa wote na kuona kwenye makundi tofauti tofauti ya mambo ya tamthilia na filamu lakini pia kwenye makundi tofauti tofauti ya muziki uh, pia nakuona kwenye masuala DJs na tours zimekuwa nyingi sana upande wako, sijui unajigawa vipi? Kwa, kwa mwezi mmoja naweza nikakuona kwenye matukio zaidi ya mawili matatu, na yote ukawa upo, sijui timetable yako na igaje? Mimi bwana, mimi niliacha starehe, niliacha vilevi ili nifanye kazi mm. Yani mimi napenda kufanya kazi yani, napenda yani, mimi kulewa kwangu ni pale ninavyoambiwa bwana, hmm. shuka hapa toka Mwanza ingia Dubai, ingia yani, ndio vitu vyangu yani sema sipendi sana kuvi publish ila, kama mtu ananifuatilia anajua kabisa kuna moja hiyo. Nilitoka zangu, nilitoka zangu wapi? Nilitoka Bukoba. Bukoba, hakuna, ni Bukoba ndege ya kwenda Dar ilikuwa hakuna, kwa hiyo ilibidi nitoke Bukoba nichukue gari nijadi Mwanza ili asubuhi nipande ndege nije Dar. Dar nivuke upande ya timu nyingine niende Dubai. Dubai nikifika niende kwenye show. Hiyo ilikuwa mbovu sana, kwa sasa kwa mimi naona ni sema maisha

wanaoni mind ni wachache ambao najua wanakasirika kwao, mimi nafanya makusudi yani tunataniana kwenye kukasirika kwao, na ni wachache labda Rayvane na kuna sehemu, yani kwa sababu najua hapa nataka nimtanie. Kwao natania kabisa kama, kama jana ati nimemwambia Rayvane, umepotea. Sasa amepotea vipi wakati ametoa na nyimbo? Kwa hiyo yeye mwenyewe anacheka kwamba bwana, mimi kusema kupotea kwangu labda Rayvane sasa hivi amekuwa yeah. yeah. haongei Yaani, anapiga kazi, anapiga kazi, anapiga kazi kwao nikamchokoza kwa madare, Ivano umepotea sana. Anapotea vipi wakati ndio kwanza ametoa video na ameshoot masijui wapi huko? Eh, kwao ninamchokoza sana sana, yeye sina nachokoza sana. Ndio hapo hapo kile kipindi kile, kumwambia baada ya kulalamika lalamika, ukamcomment kidogo ukamchukonoa akaja juu na nini. Uh, bado ipo ile au mlimalizana kipindi kile kile? Ah, ile kwa sababu nilifanya kwenye mitandao, nikamwambia tena kwenye mitandao, kama alikasirika nikamwambia bwana, nisamee ili isiwe kama mimi nataka nimshambulie ni mimi, siko kwenye kushambulia watu, sipo kwenye kugombana na watu, ila ukweli usemwe. Uh, mkubwa Romi, huko pale, tangia wengi wametoka Wasafi, mpaka kutoka kwa la kwa kwa Lavalava pia wengi wanafanya vizuri. By the way, since album ya ya ya EP ya Lavalava mpaka sasa hivi kidogo, kama kuna jambo aliko sawa. Uh, tukimzungumzia msanii ambaye anafanya kazi Lavalava, tukisema tunamtoa tumuonee, kwa sababu hatuoni vile ambavyo alikuwa akifanya au anafanya. Wenzake ambao wametoka Wasafi, shida ilikuweko before au bado unahisi mpaka sasa kuna washauri anahitaji? Mimi nataka niwe mwongelea industry in general mm. sitaki nataka nionyesha akili yangu sasa hivi nataka nionyesha akili yangu nikizungumza, kumbe RJ na akili ile sitaki kushutumu watu, sitaki kuwa attack watu, nataka nizungumzie general, yani nizungumzie industry, yani hapa tuzungumzie muziki unaenda wapi, muziki unarudi wapi, tuzungumzie filamu inaenda wapi. Siwezi nikakaa hapa namzungumzia Lavalava, yani mimi ni nani sasa nimshutumu Lavalava, nimwambia hufanyi vizuri, kafanya vizuri? Yani mimi ndo nawajaji watu? Yani sitaki kuwa nazungumzia mtu, yani nazungumzia, yani labda tu kwa kusifia, bwana, unaona ngoma mpya, ngoma mpya kali, lakini sio kwamba unaionaje, ile ngoma ni kali mbaya. Sasa mimi siwezi yani, sitaki yani, siwezi kusema nimesema, yani mm, siwezi kuwa naongelea watu hata kama naona yani. Sitaki mimi nikitokea kwenye kamera niseme ah, ni wewe lava lava, ah ah, siwezi yani. Mimi nitasema tu kwamba nyinyi mnajitahidi, kazi yenu nzuri, endelea kufanya kazi, mmekuja hadi sasa, usiku unifanyia yani, nataka niwe na hapa motisha, sitaki kwa Nigerians. Hakuna mtu yote anamsema mtu kwenye peji zote za Nigeria, ukifuatilia mm, online media zote, sio wanafanyaje wale mm, wakikusema ni wanakutania, yani wanaweza kujifanya kusema bana boy ameteleza E, lakini ni Banaboy ameanguka, lakini hawezi kusema Banaboy show yake ya London imekufa. Ili watasema tu maskini Banaboy hapa ya, yaani hawakusemi hmm, hawajawahi kusema watu kama online media pia, wengine mnasikia bro wenzenu hawasemani. Nigerians hawajawahi kusemana hata siku moja, lakini sisi lazima mtu akuseme ili atubue. Sitaki kusema hiyo, yeah, ni nzuri yeah, tu exactly. Na, na, na, nataka kufahamu ile story ya kuna kuna ialai mm. Santos, Santos, mm. E, mm. Tunamtania pia bwana, vipi upande wako, kwa sababu hatujui imepokelewa vipi, na hatujui hatujui yani, mm. kama ilikuwa ni kweli ilikuwa ni nyuma ilikuwa zamani kidogo, hatujui chochote. Nimetania kwamba wao wanajua, yani Tosi anajua kitu gani kilikuwa kinafanyika, kwa mimi sijui, nasijamuuliza kwa sababu hatupo, mimi ni brother, hatupo kwenye ilikwaje. Mm -hmm. Ah, no, no, no. Yani sisi tunaongea sana maisha mimi, Diamond nani Momo Tosi tunaongea maisha, yani tufanyaje tuvuke, tufanyaje turuke, sio kwamba zuka atuongee mambo hayo Uwepo wako Crown pale, nimeona kwenye baadhi ya comment, watu wengi wamefarajika bwana, for the first time Romy Jones usafini ametoa Crown pale na unajua mambo ya utimu wa Kings uh, wa safi na nini, wewe uh, haikukupa kaugumu au ilikufanya feel comfortable kwa namna gani kwamba ndio anaenda Crown? Jamani, narudi tena, nataka kuwa mtu ambaye anaweza kufanya vitu vyote, na nataka niwe brother, ndio maana hata kwenye pale DP sio kwenye biography nimeandika Diamond's brother yani ni kaka yake Diamond, sio DJ wake sio nani wake, kaka yake ambaye nitamshauri nitafanyaje tu kwa akinipigia simu saa moja asubuhi naenda kwake, akiniambia tuondoke Sierra Leone tunaondoka. Yani sio mtu kwamba yani, uh, wewe sitaki useme kiki, sitaki ufanye ya, mimi ni bro. Mimi ni mtu mzima na miaka kibao sasa hivi na kwenye game toka 2005 kwa hiyo sio mtu ambaye asije crown asiwezekani, hiyo labda nimempiga mtu kisu ndo akaniambia mlangoni pale siingii. Hakuna ugomvi, hatuna vita, yani kwamba ah Rome, umekuja clouds, why not? Na kwa nini nisije Hmm. Kama tulisha kulipua bomu pale tukapelekwa mapolisi bwana, hmm. Huyu akija huyu, sisi tuna amani, ndio. Hmm, mtu akitaka ugomvi tabidi tunde na ugomvi, kama kuna amani tabidi tubaki na amani na hakuna ugomvi, hatuna ugomvi sisi kwenye ile kwa wafanyakazi wenyewe E hey, sasa kwa wao wao, wamefurahi wamefurahi, ndio maana wakaniomba nipige nyimbo na nini, tukapiga nyimbo wamefurahi zaidi, wamefurahi kwa sababu wao upande wao wanafuraha, na mimi pia nimewasababishia furaha, kwao ni jambo zuri pia. Seriously? Yani hawaja wame, ya siwezi kuongelea kwa ndani kwa kwamba walistuka au walikataa, ingekuwa mbaya zaidi wangesema kwamba kwamba Rome hapa hauwezi kuingia kuingia, na nisingechukulia personal kwamba kwa nini siwezi kuingia, wangesema upande mwingine uus ningeona saa japo ningekuwa down kwamba why hmm. Eh, lakini wamenipokea vizuri tumefanya hivi na hivyo ni, yani ni love, tusiweke tena hivyo vitu, hata wakina BIG na tupa kifasha ishaga huko vitu, yani tusiweke hivyo vitu kwamba da da, japo ni sawa kwenye kwenye game ile ushindani unahitajika, lakini kusiwe kwamba Bwana Romi kaingia na nini, Bwana Romi hayo hayo, samahani sana, to move to move, tuondokeni, tuna ile yeah man ot a yes, za kigeni saizi mimi sinipo na wageni mimi nipo na wageni ambao wa Rwanda, komina, yeah, yes, na yeah, mimi najaribu kuongea na media tofauti kwamba jamani, mm -hmm, na mgeni wangu kutoka Rwanda aje tumsaidie. Tunapiga vingereza vingi hapa, tumechangamka. Tunachangamka ni vizuri, kila tunapoenda watu wanachangamka huko, kumbe tunaongea kizungu, sema tu hatuna watu wa kuongea uh, mm -hmm, zile nao sahihi kabisa zile session zako za kukutanisha wasanii tofauti tofauti katika na dubwana yapo. Na lakini natafuta investor jamani, mimi investor kama mpo, tupigeni albamu la pili sasa, tuwashirikishe kina Rema, kina nani, kina Ashake mm -hmm, sio tena. nimetoa albumu mara, nimemweka nani, nimeweka nani. Ah. Tutatoa mawe, mawe yatatoka manini, ma bonus, bonus yatatoka haya, lakini mimi msipati hela, msipati hela. Kwa hiyo navozidi kutoa, labda ndo naonekana, ndo maana nachukua tuzo. Wanakuona kule RJ the DJ featuring labda Show Majorz, wakikuona kule ndo wanakuwa wanakuingiza kwenye category za kushinda tuzo. Lakini sipati pesa kwa sababu sisi huku pesa zetu zinaingia ndogo sana hasa mm -hmm. kwenye YouTube kwenye Spotify, bado watu hawezi kununua kwenye Spotify, lakini ingekuwa napataga pesa, my project yangeendelea. Kwa hiyo ile project ya mwanzo nimeweka pesa mwenyewe, nilipata investor na nini, lakini kutoa tena album kufanya nini? Kwa sababu sasa hivi album yangu nataka iwe kubwa, kwa kama nitapata investor au nitakuwa signed. Yani nikiwa signed kwa bwana Universal, anataka kukusign pale, ndo nitakana na Universal, nitamwambia Universal moja mbili tatu nne tuondokeni. Lakini siwezi tumia kuamka kusema kesho mtoa album mm -hmm. bado sasa, sasa ikikupendeza kuwa kama brother, unaweza uh, kutuambia wangapi wameitendea haki Januari kwenye industry music? Mbosso wanaitwa bonda ya sala saba vanila, Alikiba the voice, Zuchu ikikupendeza uh, Fresh Boys goma lao ile umerogwa noma pia ikikupendeza, unahisi wapo wameutendea haki Januari apo mm -hmm. nitarudi kwenye msemo wangu wa kwanza. <laughs> sijaja mimi kujaji, siwezi kusemanyumbnajaribu kuelezea siwezi kusema nyumba ya Zuchu mbaya sana. tumepambana ote Jenuri, tume Pom -pom Januari tumeondoka <laughs> pompom pia imetoka januariudeani lile pia lie uh, madude mengi ametoka Januari hiyo hmm. Wote kwanza kutoa nyimbo ya Januari hiyo, ni kuna namna, kuna wengine zamani wakawa wanasubiri Simba atatoa nyimbo za taratibu au za kuchangamka mm, lakini watu hamna mambo ya Simba, watu wameamsha. Kwa hiyo niwapongeze, tunaamsha ni tunaamsha tunaendelea kuamsha kingine. Yani kwa mimi ambaye nimesafiri sana mm, sisi tunaongozwa kwa kupenda nyimbo zetu, yani nyimbo zetu ni tunazipenda, yani sisi tunasikiliza nyimbo zetu mm. Ndio maana mimi kama DJ nikiwa makigamboni huko nikipiga nyimbo ya Mario ambayo ya taratibu ya saa tisa mm, hakuna mtu anayeshangaa, yani mtu anaona kwamba Eh, ni watu wana, wengine wanalia wanajishikilia vifua kwamba wanajua zile sukari nini, nini. Yeah. Utapiga piano wataruka, lakini utakapopiga nyimbo fulani ya chini. Yeah. Yaani sisi tunapenda sana nyimbo zetu. Yeah. Ni yaani, so lazima zivuke kwa sababu sasa kuvuka nyimbo zetu kidogo pia ni ngumu kwa sababu yeah, mm, tunaimba kwa Kiswahili na biti tunazotumia ni biti fulani ambazo sijui zihitaji zile biti zetu. Yaani sijui yaani, ni biti za Afrobeat sio ni Baibuda yaani, mm, sisi ni biti zetu ni kama za Kiarabu, okay. Ndio maana nyimbo za Kiarabu zivuki sana mbali ziko yeah, kwao. Wow, kwa sababu ni ye na sisi nyimbo zetu ni tutazisikiza wenyewe, tunazipenda. Kama kuna mtu anahitaji kuvuka, ndio kama vile inabidi aende na flow, amtafute vocalist aimbe naye, akamtafute sijui Nigeria gani aimbe naye, lakini kama tunataka kufanya vizuri Tanzania, tuendelee kutoa mawe, tuendelee kutunga, tuendelee kukush. Ndio neno brother, ushakuwa brother kama ulivyosema sasa hivi neno la kuwambia Kufanya kazi, yani kufanya kazi. Kufanya kazi kunahitaji subra, kufanya kazi kunahitaji yani busara. Kufanya kazi, yani inatokea mtu fulani, wewe unasikiliza ili uambiwe. Ukiwa mm. okay, unajua kila kitu, mtu hawezi kuambia kitu mm. Yani ukijifanya ujui mtu atakwambia, lakini ukiwa unajua, mimi sasa nakwambia nini, kwa sababu kila kitu najua. Kwa hiyo jifanye ujui ili ufike mbali, na pia Mungu awe ndo wa kwanza mm. yep. Una Afrika kwenye chest ya awote.